Mtoto wangu mlango wake ambao umefungwa, ni fundi umeme, akaniambia mama, samahani nilipata dharura ya kuondoka kwenda kazini Tanga. Kwa hiyo sasa, kuna mtu nimemtuma kuchukua vyombo vyangu, maana mpangaji nilikuwa nimeshamaliza naye mkataba tangia tarehe 15, ni alikuwa anatafuta nyumba, masuala ya kuhama. Akaambia kuna mtu nimemwagiza kuchukua vyombo hapo nyumbani kwangu, ila amesema mlango umefu, umefungwa. Sasa mimi nikawa nikamwambia, nika mjumbe. Sasa mjumbe huyu kijana, mimi ni mpangaji wangu, ananiambia masuala ya ufunguo mimi na nihusu nini? Kwa hiyo mimi nikawa nimenyamaza hivyo tumeendelea. Leo waandishi wa, wa habari wamekuja, tumeshuka shuleni. Huyu kijana amemtuma kijana mwenzake ambao huwa ni rafiki yake sana. Akamwambia kwamba eti sijua je, amvunjie kuna vitu vinatakiwa kuchukua wewe huko ndani. Sisi tukiwa kule shuleni tumekaa, mjumbe ndo akanichukua anambia twenda nyumbani mara moja, nafika hapa nakutana na fundi akiwa anavunja chikitasi. Miimi bila kujua chochote ndo nauliza, kuna nini? Fundi akaniambia, nimeletwa na huyu fulani, ameniambia nivunje huo mlango. Basi mlango, kuna nani? Akasema kuna msichana yuko huko ndani. Msichana mwenyewe alikuwa anatafutwa tangia juzi, na maana ni kama mtu alijifungia kutokea ndani. Mm, sijajua sasa biashara za wapangaji. Mimi huwa sina muda na wapangaji sana yeye sasa, kama aliacha mlango wake wazi, ina maana binti ndio atakayo sema ufungua. Mmepata wapi? Uko na taarifa zozote za binti kuepo ndani toka mwanzo? Sina taarifa zozote, nami naka hivi hivi wa hii ndo naka, sina taarifa hata kuwaigonga mlango toka juma, toka juma, toka juma, toka juma. Vyote maana kwanza, huyo mpangaji wangu mimi aliondoka okay. Mi sikujua ameenda wapi. Ni mtu huwa anasafiri muda mwingine, Tanesco anaenda kufanya kazi. Leo ndo nimepata meseji yake kwamba ufunguo wake hauonekani, amemtuma mtu kuja kuhamisha vyombo. ni wakati mlango unavunjwa, je, uliambiwa kuna mtu ndani au kuna nini? Sikuambiwa mimi, tulikuwa kule chini shuleni kwenye masuala ya kufuatilia, ndo nakuta hapa fundi amesimama anavunja mlango, nikamstopisha. nani anavunja mlango? Ndio akaniambia, nimeletwa kuvunja huo mlango na nani? na na nani fulani hapa alikuwa na mahusiano na huyo mpangaji, ambao akasema kwamba kuna mikataba ambayo ipo hapo ndani anataka kuchukua. Akavunja mkataba na mtu wa pikipiki ofisi akata, ndo chanzo cha kuvunja mlango. Kwa jina naitwa Saidi Hamisi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mwanama. E, tukio hili lilitokea siku ya Ijumaa tarehe kumi na nne majira ya saa moja. Tulifanya juhudi mbalimbali mbali za kuweza kumtafuta, lakini hatukuweza kumpata. Jana tukafanya pia juhudi zingine za kuweza kumtafuta, lakini hatukuweza kumpata. Taratibu zote za kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi zilifanyika. Tulitoa taarifa kwenye magrupu mbalimbali mbali, tulitoa taarifa pia katika sehemu mbalimbali kama kanisani, misikitini, nyumba zote za ibada tuliweza kutoa taarifa. Lakini leo wakati tunaendelea kumtafuta na uchunguzi ukiwa unaendelea kufanyika, tulitoka na kwenda shuleni mahali anaposoma Tausi. Tulipofika kule, wakati niko kwenye mahojiano na mwalimu mkuu, ndipo nilipata simu muda huo huo nilipata simu muda huo huo na nilipata taarifa kwamba ameonekana kwenye chumba cha jirani, ndipo nilipotoka mara moja na kuja kwenye hicho chumba. Nilipofika kweli, nikakuta kuna mtu anafungua mlango ambaye ni fundi, ameagizwa kuja kufungua mlango, kuvunja mlango. Kwa maana hiyo basi, ndo nilipomwoja anafungua mlango. Kwa sababu gani? Akasema ameambiwa afungue mlango, kuna mtu amemwambia kuna dokumenti ziko ndani. Basi tukamwambia asifungue mlango kwa sababu e, imesemekana huyu mtoto yuko ndani. Basi ndipo taratibu za kuweza kufungua mlango zilivyofanyika, na ndipo kweli tukapata juhudi za kumpata huyu binti akiwa yuko huko ndani. Kwa hiyo binti yuko kweli ndani na Mungu amesaidia kwa sababu tumemtafuta kwa muda mrefu, na pia ni changamoto ambayo imempata wazazi wake, jamii waliokuwa wanaishi nayo. Pia tulikuwa tuna wasiwasi kwamba huyu mtu atakuwa amepotea kwenye mazingira gani, na huyo kijana anayekaa kwenye hichi chumba mpaka sasa hivi hayupo, aonekani hapa inavyosemekana amesafiri na mpaka sasa hivi hatuna taarifa hizo kwamba iko wapi na vipi. Kuhusiana na hizo document, amepigiwa simu akaambiwa labda zimepatikana au labda kuna mtu amefungiwa ndani. Hapana, mpaka sasa hivi. Kwa sababu nilipopigiwa mimi simu wakati niko kule shuleni, niliwahi kondo, tukakuta mlango bado hujafunguliwa. Kwa hiyo baada ya kufika, wakati tunamkuta fundi huko kwenye harakati za kufungua mlango, na mimi hapo hapo ndo nikamstopisha. Baada ya muda nikamruhusu aweze kufungua huu mlango tuhakikishe, kwa sababu yule, yule aliyetumwa kuja kuziangalia dokumenti ndio alikuwa pembeni, nikamwambia basi tufungue mlango tuangalie kama kweli kuna mtu Ndipo tulivofungua ndani, kweli tukamkuta huyo mtu. Wangu ni kwamba eh, sheria au sheria ichukuliwe kama pale ndapo kutaonekana kabisa kuna namna yoyote ya udanganyifu, labda huyo binti alidanganywa na kushawishiwa na huyo kijana mpaka ikafikia kumfungia ndani, kwa sababu na huyu inajulikana kabisa ni binti ambaye ni mwanafunzi mimi napenda sheria ichukuliwe kama, endapo itaonekana kabisa huyu binti alilaghaiwa na huyu kijana, sheria ichukuliwe, sheria kali dhidi yake ya huyu bwana, kama kabisa, iwe mfano kwa watu wengine ambao wana tabia za namna hii. Tunapoteza wanafunzi, serikali inatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kuwasomesha wanafunzi lakini wanatokea watu baadhi wachache ambao wanasababisha wanakupoteza ndoto za wanafunzi kama huyu mwanafunzi mwanafunzi ambaye ndo alikuwa anaenda kumaliza kidato cha nne. Sasa kama ikitokea vitu vya namna hii, serikali haiwezi kufumbia macho. Sisi kama serikali ya mtaa, tunaomba haya mambo ma yanayotokea namna hii serikali iweze kuchukua hatua kali. Kwa kweli, sisi tunaomba serikali iweze kuchukua hatua kali kwa watu wa namna hii, ili iwe fundisho jamani, kwa sababu wazazi, serikali inajitahidi kwa kweli kuwasomesha kwa hali na mali wanafunzi. Kwa hiyo tukifanya vitu vya namna hii, kwa kweli, tutakuwa tuna, tunafanya makosa kabisa. Uwezi kumfungia mtu toka Ijumaa mpaka leo Jumatatu unamfungia na ni mwanafunzi na taarifa, kwa sababu ni majirani, sio kwamba akuwa anasikia kama huyu mtu anatafutwa. Lakini ndio hivyo, mimi nachokiomba serikali iweze kuchukua hatua kali, kwa sababu tunaachia sasa jeshi la polisi liweze kuchunguza na ikibainika kuna ngazi zinazofuata ngazi za mahakama, huko kwengine kote, serikali najua itafanya nini kwa watu zidi ya watu wa namna hii. Mimi ndo maoni yangu hayo kama mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mwanama. Nashukuru. Sauti. Ndio Bonivasilnio Moleli tumawata <coughs> moto kuhusu mtoto kama jirani yetu hapa mtaani. Tumekwenda tutaenda mpaka Milimani sababu wazazi wanatoka mpaka Singida kule kwa sababu uchungu kuanzia Ijumaa akaa na usiku tukalala pa nyumbani kwetu ukapa nyumba kama hali.

Na amekaa kwa mama kuanzia akiwa la saba, kamfundisha kamsaidia kila kitu, ana ngozi naye kama, kama, kama, a amna kama mtoto wake na sio ndugu yake, ila alimpenda kama rafiki kanae mpaka leo hii, kila kitu aulia nguo, chakula, kila kitu ana ngozi. Mama akaanza kulia hizo siku, msaidie saidieni

siache ilmahiaserikali ikiaii maichi kitaendelea kamaajiraniwama ifuatile mkondo akamatwe popote sasa alipo ndani, afuatwe popote alipo. Kwa majina naitwa Violet Lonigo Molem, mimi ni jirani yake na binti aliopotea Tausi. Tulikuko tumemtafuta kwa muda mrefu tokea Ijumaa jioni tulienda shuleni kumtafuta kuongea na mwalimu mkuu wa shule ili waandishi wa habari, waoji wanafunzi wenzake walionasoma nacho kidato cha nne. Baada ya kukaa pale hatujazungumza chochote na mwalimu, tukapigiwa simu na jirani, Tausi ameonekana kwenye chumba cha jirani ambapo tuko tunaishi naye hapa. Kaka mmoja naitwa Agaeli, amefungiwa ndani kwake, hivyo tukatoka tukikimbia na tukamchukua na askari tukaja naye huku, tukaja na askari huku, tukafungua mlango tukamkuta, kweli binti yuko ndani amejificha kwenye, kwenye friji nyuma ya friji. Hatukuweza kuingia huko ndani ila wa, nanii wakawa wanasubiria mlango ufunguliwe.